Naibu Rais Profesa Kithure Kindiki alikagua miradi ya maendeleo inayoendelea katika kaunti ya Murang'a kabla ya ziara ya Rais William Ruto katika eneo hilo juma lijalo. Mtazamaji akizungumza katika eneo bunge la Mathioya baada ya kukagua soko la Gikoe, eh, naibu wa Rais alisema kwamba ziara hiyo ya Rais haitakuwa shughuli ya kisiasa ila juhudi kabambe za kutimiza ahadi zake kabla ya uchaguzi.

Na ile kitu imetuleta hapa, sio maneno ya siasa, ni mambo ya maendeleo ya wananchi. Siku ya siasa itafika, siku ya siasa itafika, ile ikifika, tutafanya mambo ya siasa siku hiyo. Uh, but for now we just want to make sure that the people of Kenya ma maximum benefits from the government which they voted for. Si namna hiyo? yeah.